Aka picha yangu kisha kika na picha yake. Sasa yali maneno alikuwa nazungumziwa ndani ya clip anasema, wazazi msiwatumie watoto wenu kwa ajili ya kuombaomba, mseme sasa ukweli, nyii ndo waislamu katika huu msikiti. Niliwahi kuja hapa, jamani, niulizeni nili nilivyokuja niliomba mchango au baba yangu alisema jamani, naombaomba -omba, jamani, naomba mnisaidie maisha magumu, nilikuja nikasema hivyo, haya kama, lakini sikudhalilishana hivi nini, lakini

wlam yurdi illa lhayata dunya, naawataki isipokuwa maisha ya dunia. Wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatn ank, Allah anasema mwenye kukataa, mwenye kupinga ukumbusho wetu, basi tutampa maisha yenye dhiki. Kuwa na maisha yenye dhiki siyo kuwa maskini, unazo ukawa na magadi tajiri alafu ukawa una mashaitani wa kijinni ndani ya kichwa chako, hiyo ni dhiki vile vile, hiyo nini dhiki. Kwa hiyo ni katika imani. Allah anaendelea kusema, walam yurdhi illa lhayata dunia, na wataki isipokuwa maisha ya dunia. Na tukimwona huyo shekhe akiwa katika karibuya zake nyingi, kwanza anajitaba kwa kusema mimi bwana, nina mke mzuri, bwana, wake zangu wazuri, mashallah, na nyumba nzuri na magari, alhamdulillah. Wewe kujifaria, kujifaharisha kote huku ni kwa nini? Fikisha dawa, au wewe ni mtabibu, watibu watu kwa Qurani, sio kujifaharisha kwa maisha ya dunia. Maisha yenyewe mafupi tu, haya wa mal hayatad dunya illa matau lhuruj hii dunia isipokuwa maisha mafupi, maisha yenye kudanganya tu. Maana Allah anasema, Allah kashamjibu mtu aina hii, walam yurdi illa alhayata ad dunya, na wala hawataki sio kwa maisha nini ya dunia. dhalika mablughuhum min ilmin Allah Hapo yeye yeah, kwa mtazamo wake anaona kwamba mimi naombaomba, lakini ndani ya nafsi yangu najua kwamba mimi nafanya kazi dha, kwa sababu ukitoa mawaidha alafu akaja mtu akakupata elfu kumi elfu tano unaweza ukasema kela, utakuwa na kibri sivyo? kibri hicho